Oya, ni juzi tu umekuwa ukiimbiwa lala mtoto lala, baba anakuja lala, akupe maziwa lala. <laughs> Usiki bana, ni juzi tu umekuwa ukimbiwa hiyo ngoma. Sai umekuwa mzazi, umshakuwa baba, nafaa upeleke maziwa, alafu ukikuja geto kumbulu ni kuwa chizi na pia mbulu inaitwa TV. Hello. Sasa kuna chizi fulani amekuja akanichapiaje? Kulo yako imemdulu, hmm? Nikasemaje? Kwani TV pia inakuanga mwenda wazimu? Kuna ije shi fulani ishafikisha bao 3 na bado hajamaliza. Wanangoja good future. Buda. Unajua hadi wazazi wako walikuwa wanangoja hiyo good future ndio in process wakakupata. Wewe Changa mka bro, oh, siku zinapita, yeah, no. Mbao 3 na 4 nafoukumefuna yeo, siku hizi mboga zimekuwa mingi hadi kuna mboga ya kenyeji. Hey, hey. Una prefer gani?